Na chochote kinachotokea kwenye maindi yako kwenye akili yako kinatokea pia kwenye maisha yako, na chochote ambacho hakitokei kwenye akili yako hakitokei kwenye maisha yako. Kwa Mungu amemuumba mtu kwa namna ambavyo anaruhusiwa kumiliki au kuwa vile tu ambavyo akili yake imekuwa. Afikirivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, au aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo kuona. Maana yake unatakiwa uwaze mpaka uone. Kwanini nasema kwenye nafsi? Sababu kwenye nafsi akili iko kwenye nafsi, akili haiko kwenye ubongo, akili haiko mwilini. Akili ni kitu cha rohoni, hakiko kwenye mwili. Akili haiko rohoni. Mtu ni roho, ana nafsi na ana mwili. Haiko kwenye roho ya mtu, iko kwenye nafsi ya mtu, kwenye nafsi, kwa sababu ndiko kuna kuwaza, ndiko kuna maamuzi, ndiko kuna hisia. Maamuzi yako yote yanafanyika kwenye nafsi. Kwa hiyo anasema aonavyo mtu nafsi ni mwake, maana yake ni nini? Kwenye nafsi ndiko kuna akili, akili iko kwenye nafsi. Ndio maana sasa kwenye Wakorintho wa Pili sura ya 4 mstari wa 3 na 4 inasema ikiwa Injili imefichika imefika kwa hao wanaopotea, ambao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira zao ili isiwazukie nuru ya injili wakaokoka. Kwa nini apofusha? Sababu anajua usipoona kwa jinsi ya ndani, au miliki kwa jinsi ya mwili, lakini inatakiwa uwaze mpaka uone. Mungu nina hii shida, natokaje hapa? nafanyaje hapa? Mungu, kuna huu mkwamo, natokaje tokaje hapa? Yule mwana mpotevu, mwanampotevu alikaa kawaza, maa mpaka lini? mimi ni mwanadamu, hiki hiki, sistahili, natokaje? Mungu akampa solution akajiona kama mtumwa kwa baba yake, ndio maana akasema mmm, babangu anatumwa ngapi? Maka alipata picha ya watumwa, akaanza kutafakari wale watumwa walivyokuwa pale, wanakula bata, wanaoga maji na wanamwagika tu, hivi mimi hata siogi, sababu nakana nguruwe. Muda wote wanarara kwenye magodoro ya spring, wanakula na AC. Mimi niko hapa, mbu wangu, baridi yangu, mvua yangu, kwenye mabanda ya nguruwe. Mungu akapata ile picha akasema mmm, kwa hiyo wafanya kazi wa baba yangu ni bora kuliko mimi, bora na mimi kwa mfanyakazi wa baba yangu. Nitatoka ndani nitawaambia, hasa nitawaambia baba, mimi nifanye kama mniajiri tu mniajiri. Akapata solution, aliwaza. Ukiongea unaongea alioko ndani. Bibi anasema kinywa cha mtu hutamka ile ujazayo moyo. Kwa kama aliongea akasema vile alifawaza, mpaka akaujaza moyo wake akachukua hatua. Hakuna kitu atakachokipata mwanadamu au hakuna hatua atakayepiga mwanadamu kwanza akili yake haijapiga hiyo hatua sababu, awazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Waefeso 3:20, nasemaje basi, atukuzwe Mungu awaza kufanya mambo ya ajabu kuliko tuyaombayo au aa, tuyawazayo kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa maana kuna nguvu inayotenda kazi ndani ya mtu Dani. ila ile nguvu haitendi bila mawazo kuhusika, Dani. Kwa unapowaza unatoa nguvu za kwenda kufanya kazi juu ya mawazo ya kwako. Kwa lugha nyingine, ni kwamba nguvu ya kubadilisha maisha ya mtu haiko mbinguni, iko ndani ya mtu. Nguvu ya kupigisha mtu hatua kwenye mambo fulani fulani iko ndani ya mtu mwenyewe, lakini mpaka mawazo yaingie kazini. Kwa hiyo, unapowaza, si tu kwamba unawaza, bado unatoa na nguvu pia itakayoingia kwenye hilo eneo unalo liwaza kuliletea mabadiliko Atukuzwe Mungu alizofanya mambo ya ajabu mno kuliko tunayoyaomba au tunayoyawaza, kwa kadri yake kwa kwa kiwango au kwa kipimo cha nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa maana ile kombo unawaza, si tu kwamba unawaza, bali unaachilia na nguvu kwenye ile wazo. Haujionaga wachawi anza kukuangalia hivi, kumbe kuna nguvu ya kiroho anaitoa inakuja kwako. Unaona kwenye zile movie za Nigeria, anakuangalia hivi, wanaona kama imeshale shh anakuwa haangalii tut amekondoea macho. Jicho la kawaida halitoi nguvu, anakuangalia ila ndani yake anawaza huku, anaongea moyoni. siula mama t dadam miaka kumi na mbili alisema alisema moyoni nitajisogeza nkuiz tund avazi la Yesu alivyogusa ilivuta nguvu ikaingia ndani yake, na kukata ile damu. Kwa hiyo alisema, k mtu anakutazama anasema moyoni, yale mawazo yanatoa nguvu. Lakini jambo lingine tunalipata yee, andiko ni nini? Mungu analeta majibu ya mawazo yetu Usipowaza hakuna majibu. Ndio maana sema yu, kwenye kila changamoto waza, usipowaza hakuna jibu. Kingine tunachopata hapa ni nini? Hawezi kwenda juu zaidi ya mawazo yako, kwa kiwango cha mawazo yako. Kitamua kiwango cha maisha yako kwenye eneo lolote lile. Kwenye biashara haiwezi kaenda juu zaidi ya mawazo yako, kwenye uchumi hawezi kaenda juu zaidi ya mawazo yako, kwenye kila eneo, kwenye malezi hawezi kaenda juu zaidi ya mawazo yako. Hata kwenye ajira hauwezi kwenda juzi eh. Sikiza, nikwambie kitu kimojawapo. Mahali pale popote ambapo unafanya kazi ukiona shida ipo ile, ichukue kama ni fursa kwako. Ukiwa mahali popote pa kazi usitafute kufanya majukumu yako ya kila siku, tafuta shida zilizopo, then tafuta solution zake. Sikiza, kwenye Biblia wote walioinuliwa waliunuliwa kama matokeo ya kusovu changamoto kwenye maeneo yao ya kazi. Anakuja kijana mmoja anaitwa Yusufu, anaambia Farao, hii ndoto tafsiri yake ni hii, nakupa na solution. Tafuta mtu mwenye hekima na akili azunguke nchi nzima aweke sehemu ya tano ya kila zao kwa miaka saba ya shibe. Alitoa solution, alitoa jibu mahali penye changamoto. Sikiliza, mahali popote pale, ukiona changamoto iliyopo usichukulie kama changamoto, kama shida. Ona kwako wewe ni fursa, ni ngazi yako. Un, unafikaje juu? Hauwezi kufika juu bila kusolve kitu. Hata kwenye taifa hili, mahali popote pale unapona mtu yuko mahali, nadhani ameenda tu kiholela. Kuna solutions wame solve, kuna changamoto ambazo wame solve, wameleta majibu kwenye maswali yale yaliyokuwa nayo. Wakatufundishagi tu, unamwambia Mungu, mimi watu ulionipa wana shida kuna mambo wanayo kuna maswali wanayo afu mimi sina majibu biblia inasemaje kwenye zaburi mia na saba mstari wa ishirini anasema mungu lituma neno lake na kuwaponya watu na kuwaokoa katika maangamizi yao anakupa neno akikupa neno linazaa somo ila mimi naleta solution ya swali ya... ulionalo mchungaji naye tu anaongea ongea sawa ila maneno ya kwangu yanatoka kwa ajili yako Kukupa

Sababu nisipokuwa na jibu la swali la mtu nimepoteza muda, nasitaki nipoteze muda. Nipe majibu ya maswali watu walionayo, nipe solutions za maswali watu walionayo. Wakinipokea sawa wasipolipokea sawa, wakisikia sawa, ni kazi yao. Lakini mimi Mungu nibebeshe jibu la swali ya mtu, nikisimama hapa nasimama na jibu la swali la mtu. Sasa ukisubiri hadi nikuwekee mkono ndio pata solution, imekula kwako. Zaburi mia na saba inasema Mungu hulituma neno lake na kuwaponya watu na kuwaokoa katika maangamizi. Kwenye kila aina ya maangamizi, Mungu anatafuta neno, analiachilia ndani ya moyo wako eh. neno neno, Biblia asemaje? Wataokokaje wata wasipohubiriwa? Kwa anatuma mhubiri kama hivi, ili wa nini? Ili nini? ili ahubiriwe apate kuokolewa, na ndio kazi yangu. Sikia nikwambia, mi nakwambia siku zote, mahali popote unapoenda, kama hakuna neno toka, hajalishi mungu anaonekana raivu, toka. Hata kama ni hapa, ukiwa mi nafundisha neno afu yani halikugusa hapa, sio pako, tafuta mahali pako. Sikiliza, mi hainisumbui na washirika wawili watatu, mmoja pote lya pote. Nachotafuta kama mungu amenipa huyo mmoja kwa nyakati hizo, apate kile ambacho mungu amemkusudia.